Nafika hapa mimi nilikuwa naendelea kunywa pombe, nilikuwa naendelea kukuta kube kube. Bwana Yesu asifiwe! Sasa kilichosababisha ni nini? Kuna siku ambayo kulikuwa na maombi hapa. Sasa ikafika jioni, wakanipigia, bwana, huko wapi? Nikamwambia niko kanisani, kufanya haraka tu hapa kwenye baa fulani

Muda wa saa mbili saa mbili, nilitoka hapa nikachomoka nikaenda tukapiga pombe <laughs> tulikopiga pombe, nikarudi nyumbani nikalala. Nilipolala asubuhi, nikaja hapa hapa zilishatoka nikanunua nini... za kutoa harafu <laughs> <Parafoo. laughs> Jojo. Nikaendelea hivyo siku ya kwanza, siku ya pili nikaja hapo. Wakanipigia tena, eh bwana Jojo, nikaenda lika kununua. Sasa nilipoenda nikaja ik wakati go nimeifungua ile nani ili nitumie nikanywa chupa ya kwanza, chupa ya pili, nikasikia wewe utapika hata siku moja. Nikaenda nikatapika nikatapika, nikahisi kama na utumbo unataka kutoka. Kuanzia hapo sikurudia tena kunywa pombe, nikawa natulia pombeni, naweka mm, nimeendelea na pombeni. Baadaye tena ile pombeni nikiitumia naona hali zinakimbia <tosikia> Si. Hali zikikimbia nilikuwa natumia kubeli sana na kabangi, niliwahi mara tatu asikiawa hivikasababu hii takuja kumpoteza hii ni sababu ya ile kanisa ile. Kwa kweli nikawa nimeviacha mpaka leo na karoka na kutara hayo kumbe kingia mm. kinasema usitumie utapaka kama siku ile. Bwana Yesu asifiwe, amen. Basi kuanzia hapo, yaani nikiona mtu ambaye amekunywa akanikumbulia pumzi na hisi kutapika mm. Amen.